Mambo vipi, hope uko poa kabisa na unaendelea fresh kabisa. Lakini pia kuna baadhi ya nchi watu wengi wanaendelea kupata shida, na hapa namaanisha bwana Iran pamoja na Israel. Ni moja kati ya nchi ambazo kwa sasa hivi zinapitia katika kipindi kigumu, ikiwa masuala mazima ya vita, lakini pia machafuko tofauti tofauti, ambapo pia Israel anamshambulia mu Iran, lakini pia Iran pia anaweza kumshambulia mu Israel, na mpaka ikapelekea eh, Rais Donald Trump wa Marekani kuweza kuingilia vita hiyo na kuweza kumshambulia Iran siku ya Jumamosi siku ya Jumapili, siku ya jana pia, na, na, na Israel pia, e, e, pia, pia baada ana e, kumlipiza kwa, kwa so. Machafuko yamekuwa ni makubwa lakini pia mashambulizi yamekuwa ni mabaya sana, ambao pia yanaendelea kuharibu vitu vingi ikiwemo miundombinu ya afya. E, tunajua kabisa masuala mazima ya barabara, watu kukosa amani na vitu vingine kibao amani katika nchi za Iran pamoja na Israel. Sasa mashambulizi ya Marekani lakini pia kuhusiana na masuala mazima ya vita kumweza kumshambulia Iran yameweza kuzua taharuki ulimwenguni huku mataifa mbalimbali yakiwa na hisia mseto. Yaani naweza tukasema hisia tofauti tofauti. Huko mara baada ya vita hii kuweza kutokea machafuko haya, kuna baadhi ya nchi ambao pia imeweza kuona kwamba Marekani hajafanya kitu sahihi kuweza kulipua mabomu huko Iran cho Marekani ameweza e, kukifanya. Sasa kama Australia inasema yenyewe kwamba inaunga mkono mashambulizi hayo, lakini pia huku Mjerumani kupitia waziri wake wa ulinzi ambaye anafahamika kwa jina la e, Boris Pistorius ikisema kuwa E, mashambulizi hayo ya bana ni habari njema kwa kumasha, Mashariki ya Kati na Ulaya kwa kuwa operesheni hiyo imesaidia kutokomeza tishio kubwa. So Ujerumani pamoja na Australia ni moja kati ya nchi ambazo zinaona kama kile kitu ambacho amekifanya eh, Trump kuweza kumpiga mu Iran eh, kimeweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine kwa sababu eh, eh, kumekuwa kuleta na habari njema zaidi katika kwenye Mashariki ya Kati ya Ulaya na kuweza kuweka operesheni hiyo imeweza kusaidia kutokomeza tishio kubwa kabisa ambalo pia mirani alikuwa analifanya. Sasa China kwa upande wake imesema shambulio la Marekani dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran limetia doa uaminifu wa Washington DC na kuweza kueleza kwamba wasiwasi wake kwa hali hiyo inaweza kusababisha mzozo usioweza e, kudhibitiwa ambapo hata Iran pia na yeye mwenyewe aliweza kuapa kwamba endapo Marekani ataingilia tu hili sakata, basi vita ya tatu itaweza kuja kutokea. Na tunaona sasa, China na yeye kwa upande wake ameweza kusema kwamba shambulio hilo la Marekani dhidi ya miundombinu ya nyuklia kule e, Iran limeweza kuweka doa kubwa sana na uaminifu wa Washington na pia kuweza kuelekeza, kuweza kueleza wasiwasi wake mkubwa sana kuwa hali hiyo pia itaweza kusababisha e, kuto kuelewana kati ya baina ya nchi hizo. Eh, sasa eh, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye anafahamika kwa jina la Antonio eh, Guterres ametoa wito wa kuweza kusitishwa mara moja mapigano, huku eh, akihimiza kurejea kwa mchakato wa amani na mazungumzo ya kina kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini kutokana na kauli hii, ikumbuka kwamba Iran kama Iran yenyewe ilisha hapa kusema kwamba haiko tayari kwa mazungumzo yoyote kuweza kuzungumza kuweza kusolve vita yake yeye dhidi na Israel, lakini pia na Marekani ameweza kuingilia kati basi ndio vitu vinazidi kuchafuka na vitakuwa eh, vikubwa ni eh, vikubwa sana. Sasa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameweza kufunguka na kutoa wito kuweza kusitishwa mara moja, na kuwaomba kwamba waweze kukaa chini waweze kuyamaliza na vitu vingine viweze kuendelea. Drop comment yako hapo kwa maoni mengi zaidi. Utakometisha kinoma kinomanoma chao.